kazi nyingi zinakwenda kufanywa na akili mnemba, kwa Kiswahili wenyewe unaita AI, inakwenda kutusaidia kutengenezea animation safi kama unavyoona katika screen yangu ya PC. Ee bwana, hii ukiwa na PC ama desktop unaweza ukatengeneza animation safi iliyotulia, animation iliyobomba. Hii ni hatua ya kwanza ambayo nakwenda kukuonyesha sasa hivi ha. Kwa masharti na vigezo, natakiwa kuwa na internet, then uwe na browser yoyote ambayo unaweza ukatumia. Okay, twende tukaone hatua ya kwanza. Unafungua browser yako, kisha enda kwenda kufungua browser yako, unaenda kutafuta kitu kimeandikwa Leonardo AI kama unavyoona, labda tuanze upya, Leonardo dot ai ukisearch kama hivyo, then unaenda kugonga enter. Kigonga enter itafunguka namna hiyo, ikikuletea namna hii, maana yake unakuja hapa kabisa, upande wa kulia unasema America launch app, utaclick hapo, then ukisha click itakuletea same kama hii. Ikishakuletea kama hapo hivyo utaenda ku sign in, then baada ya hapo utaenda kwa hatua ya kwanza kabisa, hapa juu kuna emoji ya kama sehemu ya kuweka picha, then kuna maneno hapa yameandikwa logo with the name. Hiyo hapo kwamba hapa sasa tunakwenda kuandika chochote tunachokitaka, picha itengenezwe kulingana na nini? Kulingana na wewe, jinsi unavyoitaka. Kumbuka hii ni mfumo wa AI, akili mnemba, inakwenda kutufanyia mambo kwa urahisi zaidi. Sasa hivi hakuna haja ya kuumiza vichwa, sijui ngoja eh, tu ni tukaone hapa. Kwa mfano wa animation ambayo nataka ni kwenda kutengeneza, tuandike kitu kimoja, kinaitwa cha kuzingatia tu ni English. Ngoja hapa tuandike nataka atokee mwanamke au kadada karembo so, sawa ya picha hiyo ya animation, lakini kama hivyo nimesema hapo, nywele nyeusi, awe kashika kikapu, theni kuna kuku, kuna wanaita nini, mabanda ya kuku ali sasa, yale makubwa kabisa kwa Kiswahili nisha sahau. Kwa hiyo sasa, baada ya hapo unaenda sehemu moja wameandika generate upande kulia kabisa huku kama unavyoona generate then kuna 24 then baada ya hapo sasa so utakuja kwanza hapa juu upande kushoto kabisa umeandika mode stroke present phonex 10 ikikuletea kama hivi kwa mfano ndio umeshafungua hakikisha una click hapa hii ya kwanza kabisa phonex 1 dot zero utakliki hiyo, then utakuja hapa hapa utaeka off sawa. So, then hapa ukija kwenye style utaeka dynamic kama unavyoona hapa, utaeka medium, then hapa kwenye generation mode utaeka fast, and hapa kwenye image destinations utaweka hiyo kumi na sita ratio ya tisa hapa kwenye hii chini hapo utaweka medium then hapo utaweka 4 4. Maana yake hizi number of image yani ziji ngapi, ilimeweka 4 ziji 4. Then baada ya hapo sasa utaenda hapo, utatoa hii, utaigonga x, utatoa wakati oto. Ushaandika tunachokitaji ni kipi sawa, utabonyeza generate taenda kubonyeza generate ita load hapa kwa muda wa sekunde kadhaa. Kama unavyoona, itatuletea kitu sisi kile ambacho tunafanyaje, tunakihitaji kwa mvumilivu. Mambo mazuri hayahitaji haraka, kama unavyoona hapo. Usisahau kushare kusubscribe kucomment kulike. Kama hujaelewa, tupia komenti yako hapo chini, nitakuelekeza vizuri kabisa. Yeah, kama unavyoona hapo image hizo hapo zinaenda kufunguka. Kama unavyoona umeona picha tulizokuwa tunazitaka ndo hizo hapo, ki click hapo nimeweka hapa, zimekuja picha nne kama unavyoona, lakini picha ziko zaidi ya, yani vile unavyotaka wewe. Mi nimeweka nne kwa sababu hizi ni kama scene ambazo naenda kuzitengeneza umeona? Unaweza ukaklik picha namba moja ukaiona kama jinsi ilivyo hapo, animation ndio hiyo hapo imekaa katika mfumo wa picha, lakini hii ni hatua ya kwanza. Kumbuka hii ni hatua ya kwanza. Tumesema awe na kikapu, then kuwe na kuku, nywele nyeusi, nguo kama hivyo. Unaiandika nguo unayoitaka wewe, nyuma kuwe na mwonekano gani, background yake. So hii ni hatua ya kwanza. Hivyo basi hii picha kama ukitaka kuidownload, unakuja hapo kuone chini kabisa hapo kuna sema malika download image utai download then itakuja hapa, unaweza ukaifungua. Kama unavyoona itakuja katika mafaili yako hapa, uta click then utaiona kama unavyoiona hapo. Unataka kuizumu kuifanyaje, ni wewe tu mwenyewe. Sasa hii ni hatua ya kwanza. Usisahau kushare kusubscribe na kucomment. Tuungane katika hatua ya pili, tuone njia nyingine ambayo inakwenda kukamilisha hii animation yetu. Asanteni sana.